Kabla sijaenda mbali, naomba jiulize swali moja. Je, kama leo ungefanya kosa moja tu ambalo lingeweza kuharibu maisha yako yote, ungelijua? Watu wengi hawakuharibikiwa maisha yao kwa sababu ya makosa mengi. Wengi maisha yao yameharibika kwa sababu ya kosa moja tu. Mtu mmoja alioa mke asiye sahihi, mwingine akaolewa na mume asiye sahihi Leo hii anaishi kama mfungwa wa ndoa. Mwingine alisaini karatasi bila kusoma, leo hii amepoteza mali yake yote. Mwingine aliamini mtu asiyefaa, leo yuko mwenyewe, heshima yake imeondoka, rafiki hata mmoja hana. Tafadhali naomba nisikilize hadi mwisho, kwa sababu kosa moja tu linaweza kubadilisha hatima yako ya maisha. Kosa la kwanza ambalo ukifanya utakuwa umeharibu maisha yako yote ni kuoa au kuolewa na mtu asiye sahihi. Ndugu yangu, ndoa si mapenzi tu, ndoa ni safari ya maisha. Ni rahisi sana kuoa kwa sababu ya sura, pesa au presha ya wazazi, au hofu ya umri kuenda. Wako baadhi ya watu wanaoa kwa sababu ya uzuri wa sura, pesa za mtu, ama wakati mwingine presha ya wazazi: wewe mbona hauoi? Mbona hauolewi? Ama kuwa na hofu umri unaenda, mtu anaamua kuoa ama kuolewa, lakini matokeo yake yanaweza kuwa mateso ya maisha yako yote. Ndugu yangu, tambua kuwa ndoa huunda hatima yako. Chagua mwenza kwa akili si presha ya ndugu, si kwa presha ya wazazi, ama sura ya mtu au pesa ya mtu. Chagua mwenzi kwa akili, tabia, maadili na maono ya maisha, si kwa hisia tu. Ndoa si mapenzi tu, ndoa ni mkataba wa maisha. Ukioa au kuolewa na mtu asiye sahihi, unaweza kuishi maisha ya mateso, stresi, umasikini wa furaha na maumivu ya kudumu. Ndugu yangu, chagua kwa akili, si kwa presha ya jamii, si kwa sababu ya umri umeenda au hofu ya kubaki peke yako. Ni heri kubaki peke yako ukiwa na amani, kuliko mkawa wawili, fujo, vurugu, mateso, manyanyaso ya kila aina. Kosa la pili ambalo ukilifanya uenda ukaharibu maisha yako yote. Ni kulazimisha mahusiano kwa mtu asiyekutaka, yaani mtu wa kutaki wewe walazimisha. Watu wengi wanabaki kwenye mahusiano ya maumivu kwa sababu ya hofu ya kuachwa. Watu wengi wanaomba mapenzi, wanafedheheshwa, wanadhalilishwa, wanaumizwa, wanadharaulika, lakini bado wamo tu, wanavumilia. Ndugu yangu, upendo wa kweli haulazimishwi. Ukiona dalili za kukataliwa, ondoka kwa heshima. Mapenzi ya kulazimisha hayazai furaha, huzalisha maumivu. Unaweza kumlazimisha mtu leo, ukamfosi, ukamfosi, akaamua tu kuwa na wewe, anakuonea huruma, uruma, lakini hautapata furaha. Maisha yako yatakuwa ya maumivu tu. Kosa la tatu ambalo ukilifanya utaishi maisha ya taabu, utaharibu maisha yako ni kusaini nyaraka bila kusoma kwa makini. Ndiyo, kusaini nyaraka bila kuzisoma kwa makini. Kalamu inaweza kuwa silaha hatari kuliko panga. Saini yako moja tu inaweza kukuingiza kwenye madeni, kesi za mahakamani au kupoteza mali zako. Ndugu yangu, soma kila neno, uliza maswali, usiogope kuonekana mjinga. Mjinga ni yule anayesaini bila kuelewa, hivyo uliza maswali. Watu wengi wameanguka kwa sababu ya kalamu. Haraka yako ya kusaini inaweza kukuibia pesa, haraka yako ya kusaini inaweza kukuibia haki au maisha yako ya baadaye. Ndugu yangu Tambua kwamba kila neno lililopo kwenye karatasi au mkataba lina maana. Uliza maswali, usisaini kitu bila kuelewa. Kosa la tatu ambalo huenda likaharibu maisha yako yote ni kumwomba ex akorudie. Mtu mlisha achana, hamko pamoja, ila wewe kutwa unaomba mrudiane. Ndugu yangu, kumwomba mtu aliye kuacha akorudie ni kujivunjia heshima yako mwenyewe. Kumuomba mtu akurudie, unaharibu heshima yako mwenyewe. Tambua kwamba heshima ni utajiri. Aliyekukataa mwache aende. Kosa la tano ambalo ukifanya huenda ukaharibu maisha yako yote ni kufanya ngono bila kinga. Mtu haumjui, haumfahamu, unafanya naye ngono bila kinga Ndugu yangu, hilo ni kosa lingine. Sekunde chache tu za tamaa zinaweza kukuacha na majuto ya maisha yako yote. Ndugu yangu, afya yako haina mjadala. Kosa moja tu linaweza kukupotezea amani, nguvu na fursa za maisha katika maisha yako yote hapa duniani. Rafiki yangu swahiba, ndugu yangu, tambua kwamba afya yako ni dhamana, tumia kinga kinga. Si aibu kutumia kinga, ni hekima. Usipotumia kinga kwa mtu usiyemfahamu, haumjui vizuri, kuna magonjwa, kuna mimba zisizotarajiwa, lakini pia kuna maumivu ya kisaikolojia. Yote hayo yanaweza kubadilisha maisha yako yote ya hapa duniani. Ndugu yangu, kwa mara nyingine tena, afya yako haina mjadala. Narudia tena, tumia kinga. Kutumia kinga si aibu ni hekima. Kufanya ngono bila kinga kunaweza kuharibu maisha yako yote hapa duniani. Mtu haumjui unamparamia paramia tu. Mimi nakwambia usione aibu, tumia kinga. Afya yako ni dhamana. Afya yako ndio ofisi yako ya kwanza. Afya yako ndio mtaji wako wa kwanza. Kosa la sita, ambalo ukilifanya utakuwa umeharibu maisha yako yote ni kuamini mtu usiyemjua kabisa. Mtu haumjui kabisa, unamwamini. Ndugu yangu, siyo kila anayekuchekea ukadhani rafiki. Kuwa mpole ni sawa, lakini amini kwa busara. Uaminifu haupewi bure tu, unajengwa. Mtu haumjui unampa uaminifu wa bure tu. Ndugu yangu, amini kwa busara. Uaminifu hujengwa, haupewi hafla tu. Uaminifu usiokuwa na mipaka ni hatari. Kumbuka, si kila anayekuchekea ni rafiki, si kila anayekusaidia yuko na nia njema na wewe. Misaada mingine ni mtego. Huo mtu usiyemjua kabisa, usimwamini kwa haraka. Kosa la saba ambalo ukifanya unaweza kuwa umeharibu maisha yako yote ni kula kitu ambacho tumbo lako linakataa. Kuna kitu wewe ukila tumbo halitaki, ila wewe hausikii, haujakoma. Ndugu yangu, mwili wako unazungumza kila siku, mwili wako unaongea. Ukitumia kitu hakifai kwenye mwili, mwili utakwambia. Ukipakaa mafuta mabaya, mwili utakwambia. Ukila kitu ambacho tumbo halitaki, tumbo litakwambia. Sasa ukipuuza ishara zake, magonjwa yatakufundisha kwa maumivu. Ndugu yangu Sikiliza mwili wako kabla haujalazimisha kutumia vitu. Kosa la nane ambalo ukifanya unaweza kuharibu maisha yako yote ni kuacha chakula au kinywaji chako hadharani bila mtu wa kukiangalia. Umeenda zako baa, upo zako klabu, umeagiza msosi ama kinywaji na ukainuka ukakiacha hapo bila kuacha mtu wa kukuangalizia, ndugu yangu, kosa kubwa huo ni uzembe. Ndiyo, uzembe mdogo tu unaweza kuleta madhara makubwa katika maisha yako. Ndugu yangu, siku zote kuwa makini. Umakini ni ulinzi. Sekunde chache tu za uzembe zinaweza kuleta madhara makubwa katika maisha yako. Kosa la tisa ambalo ukifanya unaweza kuharibu maisha yako ni kumtembelea ya mtu bila kumtaarifu. Yaani, unamtembelea mtu bila kumtaarifu na hauna dharura yoyote ile, umeamua tu, hakuna emergency, umeamua tu mwenyewe. Ndugu yangu, tambua kwamba heshima ni msingi wa mahusiano. Heshimu muda, heshimu nafasi ya watu. Unapomtembelea mtu ghafla bila kumwambia, hujui kipi utakishuhudia huko, yale ambayo utayaona huko hafla huenda yakapelekea changamoto kubwa ambazo zitadumu katika maisha yako yote. Kama hakuna umuhimu wowote hakuna dharura kabla kumtembele ya kumtembelea mtu mwambie, mpe taarifa, utaokoa migogoro na changamoto nyingi sana. Dunia ya sasa siyo kama ya zamani. Utamtembelea mtu bila taarifa, utayaona ya kuyaona huko, unapigwa na stroke, umeharibu maisha yako yote Je, ungemwambia mapema. Kosa la kumi ambalo ukifanya unaweza kuharibu maisha yako yote, ni kuwekeza pesa bila ushauri wa mtaalamu. Umesikiasikia tu jambo juujuu, hujauliza watu, hujapata ushauri wa kitaalamu, umewekeza pesa zako, zitaondoka na maji alafu maisha yako yote yawe kwenye mtihani. Ndugu yangu, tamaa ya faida ya harakaharaka haraka, imewaangamiza wengi, ndiyo imewaangusha wengi. Tamaa pesa hujenga uhuru, lakini makosa hujenga majuto ya muda mrefu. Kabla hujawekeza pesa zako, chunguza kwa makini. Watu wengi wamepoteza maisha yao ya kifedha kwa sababu ya tamaa tu ya kupata faida ya haraka. Ndugu yangu, kabla ya kuwekeza jifunze, uliza, chunguza. Kosa la kumi na moja ambalo ukifanya unaweza kuharibu maisha yako yote ni kusafiri na gari bovu. Gari lina hitilafu, gari ni bovu, wewe unapanda tu, wewe unaendesha tu, unasafiri nalo. Ndugu yangu, maisha yako ni muhimu kuliko safari. Maisha yako si ya kubahatisha. Gari bovu ni bovu, lakini pia gari bovu ni bomu, muda wote ule litakwenda kulipuka. Ndiyo, gari bovu ni bomu, muda wowote ule litakwenda kulipuka. Maisha yako ni muhimu kuliko safari. Tafuta usafiri, gari safi nzima haina ubovu, panda fanya safari. Hayo mengine tunamwachia Mwenyezi Mungu. Lakini gari ni bovu, gari mkweche, ukipata ajali utasema kazi ya Mungu haina makosa. Hapo hakuna cha Mwenyezi Mungu, makosa ni yako mwenyewe. Kosa la kumi na tatu ambalo ukifanya unaweza kuharibu maisha yako ni kumsingizia mtu bila ushahidi mm. kumsingizia mtu bila ushahidi ama kutoa ushahidi wa uongo. Ndugu yangu, maneno yasiyokuwa na uthibitisho uharibu mahusiano mahusiano na amani ya moyo. Maneno yanaweza kuua heshima ya mtu. Maneno yana nguvu ya kuua mahusiano, maneno yana nguvu ya kuua familia, maneno yana nguvu ya kuua heshima ya mtu. Unaweza ukatoa ushahidi wa uongo leo hii ama ukamsingizia mtu kitu, baadaye ukweli ukabainika, mahusiano yako, amani yako ya moyo vitakwenda kutoweka. Heshima yako itaondoka, na mwisho wa siku maisha yako yote yatakuwa ya taabu, utaishi bila ya kuwa na amani ya moyo. Kosa la 14 ambalo kama utafanya huenda ukaharibu maisha yako yote hapa duniani ni kutokuwa makini na matumizi ya pesa. Ndiyo, kutokuwa makini na matumizi ya pesa. Ndugu yangu, nidhamu ya fedha ni uhuru wa baadaye. Leo hii kama utatumia pesa zako vizuri kwa nidhamu, baadaye utaenjoy. Ndugu yangu, pesa zikikujia na usipokuwa makini ukatumia hovyohovyo, baadaye huko maisha yako yatakuwa magumu. Leo unaweza ukacheka, pesa unazo watumia tu hovyo, kesho utalia. Nidhamu ya leo ndio uhuru wako wa kesho. Tumia pesa kwa nidhamu, panga matumizi Bajeti. Kosa la 15 ambalo ukifanya unaweza kuharibu maisha yako haraka ni kuendesha gari kwa mwendo kasi, ili ufike haraka. Ndiyo, tuko baadhi yetu twaendesha vyombo vya moto, gari, pikipiki, twaendesha kwa haraka ili tufike haraka. Ndugu yangu, ni afadhali uchelewe kufika kuliko kutofika kabisa, ndiyo. Ni afadhali uchelewe kufika kuliko kutofika kabisa. Umechukua gari, pikipiki piki, unawahi haraka uwahi kufika. Je, usipofika ukapata ajali ukafa itakuwaje? Kwa hiyo ni afadhali uchelewe kufika kuliko kutofika kabisa. Ndugu yangu, hakuna kitu ambacho kinazidi thamani ya uhai. Haraka haraka si salama Haraka haraka haina baraka. Ni afadhali uchelewe kuliko usipofika kabisa. Naam, tumeangazia hayo makosa takribani 15 ambayo kama utayafanya huenda ukaharibu maisha yako yote hapa duniani. Yote kwa yote, ndugu yangu, nikwambie, siyo kila kosa linakupa nafasi ya kurekebisha, ndiyo Si kila kosa ukifanya utapewa nafasi ya kurekebisha kosa hilo. Baadhi ya makosa ukishakosea, imetoka hiyo, yanakuachia funzo la maisha, yanakuachia kilema cha maisha. Hivyo ndugu yangu, chagua kwa akili, amua kwa busara, ishi kwa hekima, kwa sababu maisha hayana rewind button. Maisha hauwezi kurudisha wakati nyuma. Maisha hayaharibiki kwa makosa mengi, maisha yanaharibika kwa kosa moja tu. Leo unaweza ukacheka, kesho ukalia. Leo unaweza ukabeza, kesho ukajuta. Ndugu yangu, usingoje kuumizwa ili ujifunze, jifunze kwa makosa ya watu wengine.